Ndugu zangu wana Kigoma yote, mlionituma nimeafikisha kwa mama. Na lingine la mwisho ambalo halina maana sana, mpinzani wangu ni kama ameshahamia chama cha mapinduzi, maake leo alikuwa anasambaza vi, vi, vi, vi, vipeperushi vikionyesha kwamba Oktoba tunatiki chagua Samia, alafu amejiweka na yeye pale chini. Naomba mama, ukipata nafasi kwa ridhaa yako, kama utapendezwa, ni muda wa kumwambia ukweli. Wewe, unamsapoti ni nani katika jimbo la Kigoma mjini? Baba Levo alisema, mama una watoto wawili wote wa jimbo moja, sasa leo sema hapa nani mwanao. Nataka kuambia wote watoto wangu, kwa sababu hata yule mwengine katoa vibao vya kijani na manjano vinasema mpe mama Samia ubunge, nipe mimi. Sasa unajua kwenye nyumba watoto wakiwa wawili watatu wanavutana, si ndio? lakini wote ni wanangu. Lakini kwa leo niseme CCM oye, okay. Hata yule naye kwa vile vibao alivyovitoa anaelekea kuja huku huku, lakini hata wale waliokuwa wakimsapoti wamekuja huku, si ndio? Kwa hiyo hiyo haitaki jawabu, ya mama imeshajisema yenyewe. CCM oye! Oye! Oye, Kigoma oye!